Shukrani sana kwa wote mlioweza kusubscribe channel hii ya Procha TV. Channel yetu ya michongo mbalimbali na fursa mbalimbali za kimitandao hususan mambo ya teknolojia. Aa, kama ilivyo kawaida sijawahi kuacha nyuma na siwezi kuacha nyuma. Leo nimekuja na mchongo mpya. Mchongo wa kupata MB za bure Halotel. Kwa wale ambao mlikuwa mfahamu mchongo, umekuwa na muda kidogo. Kama miezi miwili imeshapita kwa hiyo nikaamua nisiwaache nyuma wadau wangu ambao wameweza subscribe chaneli yangu hii, na mimi pia nimeamua wasogezee. Kama utakuwa ufahamu, basi na tumaini utanufaika. Wanachokifanya Halotel ni kwamba kila siku unapewa MB mia tatu, MB mia tatu, tatu, na kama umetumia line muda mrefu unaweza ukapewa zaidi ya mia tatu kwa hiyo kwa kama umesajili muda mfupi una, una muda mrefu na line ya Halotel, maana yake, ya Halotel maana yake unaweza ukapewa MB 150 wale wa, wa muda wa kati MB 300 kama muda mrefu zaidi unaweza ukapewa MB nyingi zaidi. Kwa hiyo unachokifanya ni utaingia katika Play Store, nimeshakuwekea link hapo, moja kwa moja itakupeleka Play Store, utaidownload application yao inaitwa MyHalo. Ni tayari hapa ninayo application ya MyHalo basi, haina maelekezo mengi, ni simple sana. Utachokifanya utaifungua, utaiclick, utaifungua. Ukishaifungua uta uta uta uta utakaa kidogo sana, kama sekunde tano hivi. Baada ya hapo, utabonyeza hapa, wameandika self care. Hapa kuna home, baada ya home kuna self care. Kwa tabu ya self care care, ukibonyeza hapo tayari, moja kwa moja utakuwa shapewa MB zako mia tatu. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo kila siku, utajikuta kwa wiki, tayari kama kila siku unapewa MB mia tatu, maanake kwa wiki una MB elfu mbili na mia ambao tayari ni GB mbili ukipiga uh, hesabu kwa mwezi zinakuwa tayari zimefika GB nane. Kwa hiyo naamini zitakusaidia, zitakupushi muda ambao utakuwa una salio, utaweza kunufaika kwa mchongo huu. Pia katika application yao kuna vipengele vingi. Aa, kuna kuna mchezo wametoa hapa natolea kiboksi spin. Kwa hiyo utabonyeza hapa kama unavyoona hii boksi, utakuwa unapewa spinning tatu. Hapa mimi tayari nishatumia wameniandikia sifuri, lakini ukiingia kila siku utaandikiwa kwa tatu, manake utaspin mara tatu na utapewa point. Point hizo zitahesabiwa, utakuwa unazikusanya na hesabu mwisho wa siku kwa wiki, mwenye pointi nyingi atapewa zawadi, na zawadi zake ni kama hizi. Kwa wiki watatoa mshindi wa kwanza elfu hamsini wa pili elfu wa ishirini, watatu elfu kumi na kwa mwezi, kama zawadi zao zinavyoonekana, watatoa Samsung A55 5G mshindi wa pili laki mbili watatu laki, wanne elfu hamsini na watano elfu ishirini na ili ujue na pointi ngapi na upo ngapi, utabonyeza hapa mwisho wa siku utajiona upo na vingapi. Kwa mimi hapa na pointi 8640 nipo 493. Ila kama ningekuwa nipo juu na pointi nyingi, maana yake ningeonekana hapa pia, maana wa wanaonyesha idadi ya watumiaji wote. Kama ukiwa na pointi kubwa wajikuta wanaingia katika top ngapi, top ishirini. Hivyo ndio mchongo ambao nimeamua niwaletee siku ya leo. Asanteni sana na kukumbusha ambao mja subscribe channel yangu, msubscribe kwa ajili ya kupata update zote na video zangu za zote ambazo nitazitoa. Asanteni <tip>